Wahenga wanasema asiye shukuru na kidogo hawezi kushukuru na kikubwa. Hii ndiyo maana mamia ya washabiki wa Taifa Stars wamefika katika uwanja wa ndege kuilaki timu yao ya taifa. Hapa tulipoishia kumina tabola, tumetolewa kwa kunyongwa, lakini vidu kupika mpaka fainali. Lakini nasema yote kwa yote, kwa sababu mwakani sisi ndio waandaaji, tutahakikisha kwamba kombe linabaki hapa na imani wamecheza wa vizuri mechi zao zote, wamecheza vizuri na kwa kiwango cha juu. Tumeshaona wapi tunapoanguka na kuanguka sio kuanguka, kuteleza sio kuanguka. Nimejisikia faraja sana kuona watu wame wame appreciate kile ambacho sisi tumekifanya. Mimi pale nilitaka, nilijisikia vibaya, ila nilitaka haki itendeke, go referee aende kwenye VAR ili tuweze kupata penalty tuweze kushinda mchezo, ajenda kule kwenda kutembea, tuenda kwenda kushindana. Go referee hajaamua hivyo, go ika niko vibaya, na kwa ujumla timu nzima na kwa nchi nzima imejisikia vibaya. Zawadi kede kede wakiwa wamerahimiwa lakini vile vilevile timu hii ya Taifa Stars itakutana na rais wa Tanzania katika ikulu ya jiji la Dar es Salaam kama hatua muhimu ya wao kupongezwa.